Hello guys, karibu tena kwenye YouTube channel yangu na leo naenda kuwaletea video nyingine, naenda kuelekeza jinsi ya kutumia oven hasa hasa kwenye kuoka keki okay, oven yangu nimei preheat ni dakika 15 unaenda ku set mia na hamsini na ukipreheat, lazima useti moja kwa moja mia na hamsini. Leo tutatumia moto wa mia na hamsini, nitakuambia kwa nini. Na hapo kwenye function mode nitaweka moto wa chini kama hapo, ilikuwa ishajiset tayari moto wa chini kama hapo. Unapokuelekeza moto wa chini ni hivyo vidude ambavyo vinaonyesha viko chini, na kwenye timer nitaweka mpaka sitini kwa sababu lazima ni preheat dakika kumi na tano alafu ndo nije niingize keki kwao. Usiweke keki kabla ujapreheat na kitu nilichokwambia kwamba nimetumia moto wa mia na hamsini ni kwa sababu, kwa mfano mimi naishi Dar es Salaam. Dar es Salaam kuna joto sana, kwa hiyo nimetumia moto wa mia na hamsini kwa sababu nikiweka mia na themanini inakuwa inakuwa moto mwingi sana, kwa hiyo nimepunguza moto mia na hamsini. Lakini dakika zangu zinaweza zikaongezeka, kwa sababu nilikuwa kwenye moto mia na themanini natumia dakika 45 kwenye nilikuwa natumia dakika 30 samani lakini kwenye moto huu wa mia na hamsini nitazidisha dakika arobaini. Kwa hiyo kama unavyoona hapa, nasubiri oveni yangu ihit, na kama tunavyoona hapa tayari shapata moto. Sija kuonyesha keki nimetengenezaje, ila naenda kuonyesha nikiweka keki zangu zinakajikaje, yani zinaka, zinaka, na zinaivaji yani kwa moto huu wa mia na hamsini. Kwa hiyo i, izi, keki zangu ni hizi hapa. Kama unavyoziona, hizi keki nimeweka ni tini ya nchi saba kama unafahamu tini ni tini ya nchi saba Nimeweka mkorogo wangu katika kila tini nimeweka na niliu mkorogo wa gramu mia nne kwa hiyo tini ni hivyo vikopo, hivyo vikopo ndo vinaitwa tini, tikamsije mkashangaa ni hivyo vikopo vi, ni nchi saba cha kwangu nilivyovitumia, ila nimeweka mkorogo wangu katika kila kopo nimeweka mkorogo wa keki wa mia nne grams au gram mia nne kwa hiyo hapo nimeshaziweka nazifunga kama kwenye video unavyoona, nafunga, nafunga alafu nasubiri. Nimesema keki ya zamani tulikuwa tuna preheat dakika kumi na tano alafu tuna dakika 30 tunaoka, yaani dakika kumi na tano alafu dakika 30 tunaoka keki ambayo jumla inakuwa 40. jumla ya muda ni arobaini na tano. Lakini kwa hii tunaweka moto wa mia na hamsini mpaka dakika arobaini kwa sababu tumeweka moto mdogo ambao utachelewa kwenye kuivisha hautawai, na ni mzuri sana, mtakuja kujionea wenyewe. Ndo maana nimeandaa hii video ili nionyeshe kwa vitendo. kwa hapo, keki zangu bado ziko jikoni. Kwa hiyo hapo nimeona dakika arobaini yani yani, dakika arobaini ni mda ulioweka hivi vikopo, sio kwamba mda wa ku preheat ni mda ulioweka vikopo Tuelewane vizuri. Kama utakuwa hujanielewa, unaweza kuniuliza swali. Kama hapo nishazitoa na zinaonekana kabisa zimeiva, na lea, juu ni, ni, ni nyepesi. Jamani, msije mkaoka na moto wa juu wa, juu na chini kwenye keki, keki nako na moto wa chini tu. Keki zangu naona hiyo ni upande wa chini, haijaungua wala nini, kama mnavyoona iko laini na hata upande wa juu yani, hapa nimebidua juu chini, kama mnanielewa vizuri ili, iweze kupoa. Na hapa natumia rack yangu ya kupoza. Na kama nilielezea kuna zile rack, kuna video nyingine ziangalieni vifaa muhimu vya kuoka keki. Hii rack nimeitaja. Jamani, hii ni kwa ajili ya kupozea keki yako. Maana huwezi kula keki ya moto. Na ukila ya moto inakuwa laini sana. Kwa hiyo subiri ipoe kidogo ndio inakuwa at least nzuri. Kwa hiyo kama unavyoona hapa moto wangu wa mia na hamsini ambao nilipreheat dakika kumi na tano na nilioka kwa dakika arobaini Imeridhisha keki yangu vizuri bila kuleta changamoto yoyote. Hizo nyeusi unazoziona ni zabibu kavu. Kwa hiyo kama ni mpenzi wa zabibu kavu, unaweza ukaweka. Na kama una swali lolote, unaweza ukauliza. Kama una maoni na mapendekezo, unaweza ukaweka hapo chini kwenye comment. Natumaini utakuwa umejifunza sana kutokana na video hii, na nikutakie siku njema. Usisahau ku like, comment na kusubscribe.